Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, habari za leo. Leo nina habari njema kwako we, ambayo unatazama hii video, ni kwamba matatizo ambayo yapo sasa hivi ni mengi sana, changamoto za kiafya katika mifumo mbalimbali katika miili yetu sisi binadamu. Tukianza kwenye mzunguko wa damu, kesi za pressure, sukari, kiharusi zimeenea kila sehemu. Kwenye mmeng'enyo wa chakula, matatizo ya kuumwa na tumbo kwa sababu ya gesi, vidonda vya tumbo pamoja na bawasiri yapo yanatusumbua sana. Kwenye masuala ya mifupa na maungio pia kuna athari zake kwenye kesi za matumizi binafsi, masuala ya usafi, masuala ya kuoga, masuala ya kupiga mswaki, masuala ya, ya ya ya ya kunawa mikono. Yote haya ndo ambapo tunapata changamoto za kiafya. Matatizo mengine yapo, watoto ambao wanasumbuka na hamu ya kula hawawezi wakawa vizuri. Changamoto hizi zipo na zinahitaji ufumbuzi wa hali ya juu. Yapo matatizo mengi sana ambayo yanatukumba katika ulimwengu huu wa sasa, na hii ni kwa sababu ya maisha ambayo tunaoishi, ulaji wa vyakula ambavyo tunakula, lakini pia stress ndio kitu ambacho kinapelekea mambo mengine yakawa mabaya. Tunasahau kwamba miili yetu sisi binadamu inatakiwa iwe katika kiwango cha kati na kati, sio hali ya juu sana wala baridi sana. Ukila kisia chakula unachokula usishibe sana wala usikae na njaa sana, katikati. Ndio maana miili yetu sisi inatakiwa iwe katika hali ya optimum level, na unapopata changamoto ya afya yoyote, hakikisha unapata ushauri wa wataalamu wa afya ili ujue jinsi gani ya kuweza kutatua hizo changamoto. Lakini kitu ambacho kinachotokea sasa hivi tunasahau kwamba baadhi ya vyakula tunavyokula ndio vinaleta athari kwetu sisi. Tule chakula gani? Hicho hicho kutokana na uwezo wako, ama Mungu amekujalia kile, katika hali ambayo inayotakiwa. Na uhakikishe kwamba makundi yote ya vyakula unayapata, uwe unakula uwanga, proteini, vitamini, madini, nyuzi nyuzi, kwa kitaalamu tunaita fiber, bila kusahau maji. Maji ndio kila kitu katika kama hauwezi kupata vyakula hivi katika viwango vinavyotakiwa, sisi kampuni yetu imetengeneza virutubisho lishe kwa ajili ya kuondosha changamoto za afya, lakini pia kwa wale ambao wanataka kuimarisha afya zao wanatakiwa apate virutubisho lishe hivyo ili waweze kuwa imara zaidi. Amini ya kwamba matatizo ambayo yapo sasa hivi mengi sana, mengi sana ya ambayo naweza nikayasema yametuathiri sisi kisaikolojia pamoja na kijamii na shughuli zetu haziende vizuri kutokana na changamoto za kiafya. Wewe una changamoto ya kiafya, hakikisha unaitatua. Lakini pia kama yupo mwenzako ambaye ana na changamoto hiyo, unatakiwa pia umshauri. Utamshauri vipi? Kwa kusikiliza utaratibu wa wanaojua, kwa sababu tunaambiwa waulizeni wale ambao wanajua, ikiwa nyii hamjui. Sasa kama haujui muulizaje, jua atakupa elimu kama hii ambayo mimi hapa naitoa. Na elimu hii tunaipata wapi? Kupitia sehemu tofauti. Lengo mwisho wa siku wewe, ambaye unatizama hii video, pamoja na mwingine, uweze kutatua changamoto zozote za afya ambazo zinatokea katika jamii yako. Baadhi ya muda, inawezekana hauwezi kumpa mtu dawa, kwa sababu wewe sio daktari, lakini unaweza kumpa ushauri afanye nini, lakini hii inatakiwa uwe na elimu japo ndogo, kwa sababu kila mtu ni mshauri wa afya, nini cha kufanya. Sasa kampuni yetu ambayo inaitwa Bright Future Superior Unique Manufacturer of America, maisha ya mng'ao ya ya kipekee ya juu, kutokana na ubora wa bidhaa zinazotengenezwa Marekani. Sio tu Marekani, China, hata pia Ujerumani kunatengenezwa vitu gani? unatengenezwa virutubisho lishe ambavyo vimetokana na mimea ya asili pamoja na mboga mboga na na vitu vinginevyo. Hivi ni vitu vya asili ambavyo vimewekwa, vimetengenezwa katika uweledi wa hali ya juu kabisa, ambavyo vipo katika dozi maalum. Kuna vidonge, kuna vibomu vya kutumia, kuna majimaji ya kupaka, kuna nyingine za za za, za kunusa na matumizi mengine mengi, na hizi zimetengenezwa kwa sababu kutokana na changamoto sisi zetu za Kiafrika tunazozipata nyingi, ni kwa sababu ya mitindo ya maisha ambayo tunaishi. Changamoto hizi zote zinaondoka kwa uwezo wa Mungu, unapotumia hizi e, bidhaa ambazo zipo katika dozi maalum inawezekana ukatumia kwa siku kadhaa, ama ukatumia kwa miezi mitatu na kuendelea na changamoto zikaondoka. Naitwa Mahmud Karim Zam ni afisa tabibu na pia ni mwalimu wa afya. Bila kusahau, kwa sasa ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza katika masuala ya chakula na lishe. Kila hatua dua. Asante sana.